Mapema siku leo Juma Lokole ameweza kushare post yake katika mtandao wake wa Instagram ambapo post eh, eh, so, ile ilikuwa inaonyesha picha ya Simba la Masimba Dangote Diamond Platinumz lakini kwa pembeni yake kulikuwa kuna muonekano wa keki ambayo ilikuwa na maneno fulani ambayo imeweza kuibua gumzo katika mitandao na pages mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Kufuatia hicho ambacho kilikuwa kinasomeka katika cake yale maandishi ndio imekuwa kitu cha mjadala zaidi. Njooni kusomea kile kitu ambacho kilikuwa kimeandikwa katika ile keki kwa kuna ujumbe gani kwa kuna ujumbe kuhusiana na tarehe ishirini na tisa na pamoja na tarehe thelathini ambapo Tanzania ilikumbana na mabomu, milio ya mabomu, risasi na vitu kama hivyo katika jiji la Dar es Salaam. So hiyo keki ilikuwa imeandikwa hivi, pole na mabomu babe. Alafu chini ikamalizika kwa kusema kama, mlipuko ni <laughs> alafu, kama ifuatavyo. mlipuko ninaotaka ni wa mapenzi. Alafu ikaonesha pale kama vile Diamond Platinumz ameposti story fulani hivi. Eh, sijajua huu ni mtandao gani na nikiangalia so Instagram hii kulingana hii screenshot ambayo kaweza kuionesha Jumalokole inaonekana ni mtandao kama chat bali itakuwa ni TikTok japo TikTok kwa sasa tuko nayo so nafikiri hii this is Snapchat story so hichi eh, kimeweza kuzua gumzo ambapo katika upande wa caption site baada ya insta story hii kupostiwa na Diamond Platinumz, juu ilikuwa imeandikwa thank you baby. <laughs> Uh, hii ndo moja kati ya story ambayo, yeah, imejadiliwa sana usiku wa leo, uh, kufuatia hichi ambacho kimeandikwa katika hii keki kwamba pole na mabomu baby, alafu chini ikamalizia ikasema kwamba mlipuko ninaotaka ni wa mapenzi. Alafu eh, Juma Lokole akapost alafu akaflash emoji nyingi sana za kucheka ikionesha e, kwamba ni kwa kiasi gani e, Juma Lokole amefurahishwa na hichi ambacho ameweza kupost Diamond Platinumz e, katika stori hiyo, e, mtandao wa Snapchat e, koment za dao na zimekuwa nyingi kufuatia hiyo posti ambayo imeonekana imeweza kupostiwa e, na Juma Lokole so njoni kupitisha katika moja kati ya post e, koment ikiwa ni dakika 30 tu zimepita baada ya kupostiwa najuma Lokole anaitwa uwizsfkea kusema kwamba da, anadharau sana isee. Huu mwingine kaweza kusema kwamba haichekeshi hata kidogo huu uh, cox dawa yao kaweza kusema kwamba mbona masihara kwenye vitu vyas vya uh, um, ametumia jina so huu um, msanii ambaye tunamjua akaweza yeah, kusema kwamba watu uh, wamekufa jamani.

Mwingine kaweza kusema kwamba meiba hii huyu mwingine kaweza kusema kwamba hatuna mda, afu huyu mwingine kaweza kusema kwamba malipo ni hapa hapa hapa, mwisho wa vicheko ni vilio, hamna hata hofu ya Mungu. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba hakuna mtu eh, hapa. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba chakula cha msibani ni kitamu sana kama eh, eh, turubai halijawekwa kwenu. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba eh, kuna anachokitafuta sikio la kufa mwingine akaanza kusema kwamba mbona mimi huwa e, sifikishwagi sijui wapi. Mwingine akaanza kusema kwamba kulia na kucheka kote kunapotezana cheni, muda utaongea. Mwingine akaanza kusema kwamba mwenzenu kaposti posti hiyo maksudi, anajua tu mtaenda angalia kwenye peji yake. Mwingine akaanza kusema kwamba vituko laini e. Mwingine akaanza kusema kwamba Da, ila huyu jamaa mwingine kaeza kusema kwamba mtu mzima hovyo. Mwingine kaeza kusema kwamba Jumaa kani kweli kipindi posti basi, hata mambo ya Mungu, ndugu, atusamee tukifurahi ndio ufanye. Hata hivyo ni ushauri tu nimetoa. Hizo ni baadhi ya komenti za wadau walikuwa ambazo walikuwa na komenti kufuatia hichi ambacho kimeweza kupostiwa na Juma, ndo kuwale kufuatia peji na ukurasa wake wa Instagram. Unalizungumzaje hili? Shusha komenti yako hapo chini, blue box ndo hapa subscribe.